Usiku wa Oktoba ishirini na moja, mwezi mpya unazaliwa chini ya anga la Libra. Na hii siyo new moon ya kawaida, ni lango la mabadiliko, usawa na nguvu mpya za kuvutia baraka, pesa pamoja na bahati. Kila nyota inapokea ujumbe wake wa kipekee kutoka kwa universe. Sasa leo nitakuambia nini hasa kitatokea kwa kila nyota na namna ya kutumia nguvu hii ili kuweza kuvutia bahati yako ya kifedha. Kwa hiyo kaa vizuri, pumua kwa utulivu na tuanze safari hii ya universe. Tukianza na nyota ya Punda. Watu wenye nyota ya Punda, mwezi huu mpya utawaletea nishati katika mahusiano yenu. Kama wewe umezoea kufanya kazi au kufanya mambo yako kipeke yako peke yako sasa, jiandae. Universe inataka ujifunze nguvu ya kushirikiana. Bahati yako ya pesa ipo mikononi mwa kushirikiana. Kwa hiyo basi, katika kitu chochote kile ambacho unataka kukifanya, aidha kuanzisha biashara mpya au kuingia katika mkataba wa biashara mpya. Jifunze namna ya kushirikiana na watu. Inawezekana wewe ni mgumu sana kuamini watu, lakini katika mwezi huu mpya, ili uweze kufanikiwa na ili mambo yako yaweze kwenda vizuri, weka nia ya kuamini watu zaidi, na utaona fursa mpya zikitiririka mbele yako. Hii ni nyakati ya kuvutia watu sahihi kwenye maisha yako, kwa hiyo make sure unavutia watu sahihi katika maisha yako, na hata hao ambao utashirikiana nao katika mambo yako, make sure ni watu sahihi, sio tu unashirikiana na watu yani ili mradi tu umeshirikiana na watu no. Chagua watu makini, chagua watu wanaokupenda, utapata mafanikio kama ambavyo wengine wameweza kupata mafanikio. Kumbuka, bahati yako ipo katika kushirikiana na watu. Nyota ya ng'ombe. Kwa watu wenye nyota ya ng'ombe, mwezi huu mpya unawapeleka kwenye nidhamu. Bahati yenu ipo katika nidhamu. Katika kila kitu unachokifanya, make sure unaweka nidhamu mbele. Universe inakupa nafasi ya kujipanga upya. Kwa hiyo, hakikisha unabadilisha ratiba zako, mtazamo wako juu ya kazi, hakikisha unaubadilisha na pia jali afya yako. Kifedha utapata faida kwa kupitia nidhamu. Kwa hiyo, nidhamu ndio kila kitu kwako katika mwezi huu mpya unaoandama. Kama ni ratiba zako hakikisha unazipangilia vizuri, make sure unawahi kuamka, fanya shughuli zako zote kwa kufuata ratiba nzuri. Jali muda. Kama umekubaliana miadi na mtu au na wateja wako au na mwajiri wako, make sure unajali muda na zingatia kufuata kanuni zote katika kazi zako, aidha kazi ya kujiajiri au kazi ya kuajiriwa. Kwa kadiri ambavyo unakuwa mtu wa nidhamu katika kazi zako, ndivyo ambavyo unavutia bahati ya pesa upande wako. Hakikisha unaweka malengo madogo ya kila siku kuhusiana na pesa. Make sure kila pesa unayotumia inatumika katika kufanya nini na inatumika kiasi gani, kama ni kuweka akiba weka akiba au anzisha biashara ndogo ambayo itasaidia mzunguko wako wa pesa. Kumbuka kwamba watu wenye nyota ya ng'ombe, bahati yenu ya pesa ipo kwenye mpangilio na sio kwenye haraka. Kwa hiyo usiwe na haraka na tumia pesa vizuri, kuwa na nidhamu. Nyota ya mapacha. Kwa watu wenye nyota ya mapacha, hii ni awamu yenu ya ubunifu pamoja na furaha. Universe inawataka mtumie vipaji vyenu vya mawasiliano. Ninyi ni mabingwa sana katika mawasiliano, kwa hiyo basi katika mwezi huu mpya tumieni vizuri hicho kipaji chenu cha mawasiliano. Tengeneza mawasiliano mazuri na watu. Kama wewe ni mfanyabiashara, make sure unawasiliana vizuri na wateja wako. Hiyo ndiyo bahati yako ya kifedha katika mwezi huu mpya. Kwa jinsi ambavyo utakuwa unawasiliana vizuri na watu, ndivyo utakavyokuwa unavuta bahati yako ya kipesa. Na kama unataka kuanzisha kitu kipya, hakikisha unaweka nia ya kuanza hicho kitu kipya, labda kuandika au kujitangaza online au kufanya kitu chochote kile cha sanaa. Baada ya hapo, jitangaze kwa kupitia kuwasiliana na watu. Watu wenye nyota ya mapacha, mnao uwezo mkubwa sana wa kuweza kujieleza mbele za watu. Sasa mwezi huu mpya unapoingia, yani mwezi unapoandama, make sure unaitumia hiyo nguvu ya kuweza kujieleza kwa sababu hapo ndipo bahati yako ya pesa ipo. Hapo ndipo mafanikio yako yapo. Inawezekana biashara yako ikawa popular sana, watu wakaijua kwa kupitia kujitangaza huko, au watu wakavutiwa sana na kitu unachotaka kukianzisha, au kitu unachokifanya. Kwa hiyo my dears, wenye nyota ya mapacha, please, please, please, msijifiche, jiamini, toka mbele za watu, jitangaze, jieleze Bahati yenu ipo katika kujieleza na kuwasiliana na watu. Kadiri utakavyokuwa unaongea ndivyo utakavyokuwa unawavutia watu zaidi. Nyota ya kaa, kwa watu nyota ya kaa, mwezi mpya unawaweka karibu na nyumbani kwenu au kwenye nyumba zenu. Huu ni wakati wa kusafisha nishati ya familia nyumba au mambo ya kihisia yanayokuzuia wewe kusonga mbele. Katika kipindi hiki cha mwezi huu mpya, nyota yako inasema kwamba bahati yako ya pesa inaweza kuja kwa kupitia biashara ya nyumbani au mtu wa karibu anayekuamini. Kwa hiyo kama ulikuwa unatarajia kuanzisha kitu kipya, unaweza kuanzia hapo hapo nyumbani. Yani kama ni biashara fulani unaweza kuianzia hapo hapo nyumbani. Hapo ndipo bahati yako ilipo, wala usiende mbali. Na pia bahati yako unaweza kuipata kwa mtu wa karibu ambaye anakuamini. Anaweza kawa ni ndugu yako, rafiki yako au mwenza wako. Kwa hiyo angalia sana mtu wako wa karibu ni nani, mtumie vizuri huyo mtu, mkishirikiana mnaweza mkafika mbali. Na pia watu wenye nyota ya Kaa, Universe ina ujumbe wenu kwa siku ya leo. Universe inasema hivi: kuwa na moyo wa amani, toa upendo na utapokea utajiri wa utulivu. Nyota ya Simba. Kwa watu wenye nyota ya Simba, universe inasema kwamba huu ni mwezi wa mawasiliano kwenu, na nguvu zenu zipo kwenye sauti zenu, yani nguvu zenu zipo katika maneno mnayoyasema mawasiliano mnayofanya au content mnayotengeneza. Kwa hiyo basi, ili uweze kuvutia bahati ya kifedha maishani mwako katika msimu huu wa mwezi mpya, Universe inawataka muongee kwa ujasiri, usiogope wala usiwaze kwamba fulani atanionaje au atanifikiria vipi. Ongea kwa ujasiri, hii ndiyo njia ya kuvutia wateja, wafuasi au mikataba mipya. Sauti yenu itakuwa na nguvu sana katika kipindi hiki cha mwezi mpya ya kuweza kuvutia mafanikio. Na pia nyota yenu inasema, weka nia, jiulize ni nini unataka kufanya, ni nini unataka kukianzisha, andika chini, kisha anza action. Na pia amini kwamba maneno yako yanavuta fursa pamoja na pesa. Kwa hiyo jiamini katika maneno yako. Nyota ya Mashuke. Kwa watu wenye nyota ya Mashuke, huu ni mwezi wa kurekebisha usawa wa kifedha. Angalia jinsi unavyogawa rasilimali zako. Kama umekuwa unatapanya pesa zako au mali zako, universe inakutaka ujue thamani yako na thamani ya vitu unavyovimiliki bahati yako ipo katika kuweka mipaka na kujilipa thamani yako halisi. Kwa hiyo usidharau kitu unachokifanya. Kama wewe ni mfanyabiashara, iheshimu biashara yako, na kama wewe ni mwajiriwa, iheshimu kazi yako. Tumia pesa zako vizuri. Kama ulikuwa ni mtu wa kugawagawa ovyo, acha mara moja. Tumia pesa zako kwa malengo na uzithamini, thamini jasho lako. Bahati yako ipo katika kuthamini kile ulichonacho, na pia mwezi utakapoandama yani, kuanzia Oktoba ishirini na moja jitamkie maneno haya hapa kwa ajili ya kurudisha usawa wa thamani yako: ninastahili mafanikio na ninayakaribisha kwa furaha. Nyota ya mizani. Watu wenye nyota ya mizani, huu ndio mwezi wenu. Mwezi mpya utawazindua upya Nyinyi ni kama vile mnazaliwa upya tena. Universe inawapa nafasi ya kujitambua upya, kuanzisha mradi mpya au sura mpya ya maisha, na bahati yenu ipo kwenye uthubutu. Nyinyi watu wenye nyota ya mizani huwa mnasumbuliwa sana na suala la maamuzi, huwa ni wagumu sana kufanya maamuzi. Sasa basi, mwezi huu mpya unawapa fursa ya kufanya uthubutu katika hicho kitu ambacho ulikuwa unasitasita sana kutaka kukianza. Basi nyota yenu inawaambia, anza thubutu leo hii na utaona jinsi ambavyo utapata mafanikio. Kaa chini, tulia, uvuta pumzi, kisha andika nia ya kile unachotaka kukifanya. Andika jinsi unavyotaka kuwa katika jamii, kisha tamka kwa sauti, sema ninakuwa toleo bora zaidi la mimi. Utajikuta unapata nguvu ya kutaka kufanya kitu ulichokuwa unakifanya au kuboresha kile ambacho tayari umekianzisha. Kwa hiyo watu wenye nyota ya mezani zingatieni sana hilo. Fanya uthubutu, thubutu leo hii na utaona jinsi ambavyo pesa zinakufuata, bahati zinakuangukia. Nyota ya nge. Watu wenye nyota ya nge, mwezi huu mpya unaleta uponyaji wa ndani. Hivi mnafahamu kwamba nafsi yako ikiwa haijatulia pia pesa haziwezi kutulia kwako, yaani pesa haziwezi kuja kwako na zikatulia kwa hiyo, ili uweze kupata mafanikio, kwanza unahitaji uponyaji wa ndani. Sasa mwezi huu mpya, kwa watu wenye nyota ya nge, mtaletewa uponyaji wa ndani. Kwa hiyo, universe inawataka muachilie mambo machache tu ya zamani, kwa mfano, hofu, wivu au chuki. Kama kuna vitu umevibeba moyoni mwako, hebu viachilie kisha ruhusu hii nguvu ya uponyaji iweze kuingia ndani yenu. Bahati itakuja katika kuponya nafsi zenu, na unapopona unaanza kung'aa na pesa zitaanza kuja bila jitihada zozote. Nyota ya mshale. Kwa watu wenye nyota ya mshale, mwezi huu mpya utawaunganisha na watu wapya, na fursa zako zipo katika marafiki mitandao pamoja na ushirikiano na watu wengine. Kwa hiyo kitu cha kwanza kwa watu wenye nyota ya mshale, hakikisha unatoka katika kipindi cha mwezi mpya. Hii ni fursa ya wewe kuweza kutoka na kukutana na watu wengine. Kwa hiyo kama ukipata mwaliko rafiki yako kwa akikuita kwamba na, naomba tutoke out, naomba uje kwenye birthday yangu au kwenye sherehe yangu, usisite kwenda, nenda na Universe itakupa watu watakaofungua milango mipya. Make sure unajitokeza, ongea na pia kubali msaada utakaopewa. Mtu yoyote yule atakaye jitokeza ambaye anaonesha nia ya kutaka kushirikiana na wewe au kutaka kukusaidia, usikatae kubali msaada wake. Bahati yako ya pesa iko mikononi mwa wengine, lakini unahitaji wewe uchukue hatua. So kama ulikuwa ni mtu wa kujifungia au unafanya kazi kipeke yako peke yako, sasa mwezi huu mpya unakwambia kwamba ili uweze kufanikiwa, achana na hiyo system, nenda kakutane na watu wapya. Universe huwa inapenda sana kuwatumia watu ili kuweza kuwapa watu wengine mafanikio, kwa hiyo nenda kakutane na watu. Na ndio maana siku zote huwa nawaambia usidharau watu, unaweza ukapata mafanikio kwa kupitia mtu ambaye hajiwezi kwa chochote, au mtu ambaye hana hata mafanikio, lakini huyo mtu akaja kuwa ni daraja lako wewe la kwenda kupata mafanikio. Kwa hiyo, naomba ni wasihi nyinyi watu wenye nyota ya Mshale, katika mwezi huu mpya, hao watu utakaokuwa unakutana nao wanao makini sana, sikiliza sana maneno wanayoongea. Kuna kitu fulani unaweza kupata kwa kupitia maneno ya watu au kwa kupitia msaada wa moja kwa moja kutoka kwa mtu. Nyota ya mbuzi, watu nyota ya mbuzi, mwezi huu mpya unawaambia kwamba hii ni awamu ya hadhi pamoja na kazi. Universe inawapa nafasi ya kupanda ngazi Yaani, nafasi ya kwenda juu zaidi. Inawezekana ni kwenye kazi mpya, kwenye mradi mkubwa au mabadiliko ya kitaaluma. Na nyota yenu inasema kwamba bahati yenu ipo kwenye kujitokeza kwa ujasiri. Kwa hiyo mwezi mpya unapoingia Acha woga, acha hofu, jiamini katika kile unachokifanya. Na pia kwa wale ambao mnataka kuanzisha vitu vipya, jitokezeni mbele za watu, msiogope chochote. Nyota yenu imeshasema kwamba bahati yenu ipo kwenye kujitokeza kwa ujasiri, kwa hiyo tumieni hiyo fursa. Na pia mwezi mpya unapoingia, kuanzia tarehe 21 Oktoba, tamka maneno haya hapa: nipo tayari kupokea mafanikio makubwa kwa jinsi ambavyo utakuwa unayatamka haya maneno, ndivyo ambavyo utakuwa unakaribisha mafanikio, na pia unapata ujasiri zaidi wa kufanya kitu kitakachokupeleka kwenye mafanikio. Na pia nina habari njema kwenu nyinyi watu wenye nyota ya mbuzi. Mwezi huu mpya utakapoingia, watu wakubwa wanaweza kuja kuwaona kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo jiandae kwa ajili ya kupokea watu hao wakubwa. Nyota ya Ndoo. Kwa watu nyota ya Ndoo, mwezi huu mpya unawapa maono mapya, yaani mtajikuta mnapata maono mapya aidha kuhusiana na maisha yenu au kuhusiana na safari yenu ya mafanikio. Na fursa zenu katika mwezi huu mpya zipo kwa kupitia mitandao au kwa kupitia teknolojia. Kwa hiyo basi, ili uweze kupata bahati ya pesa, hakikisha unatumia vizuri hii mitandao ya kijamii hakikisha unacheza vizuri na teknolojia katika kazi yoyote ile unayoifanya au unayotarajia kutaka kuanza kuifanya, hakikisha unaitangaza kwa kupitia mitandao ya kijamii. Huko ndiko mafanikio yako yalipo katika mwezi huu mpya. Kwa hiyo wewe, mwenye nyota ya ndoo, tumia hii fursa vizuri. Nyota tayari ipo upande wenu katika upande wa mitandao ya kijamii au teknolojia. Kwa hiyo make sure unatumia vizuri, na nyota ikishasema tu kwamba bahati yako iko hapa, usilaze damu, ruka na fursa, utapata mafanikio kama ambavyo wengine wameweza kupata mafanikio. Nyota ya samaki, kwa watu nyota ya samaki, mwezi mpya unagusa nguvu zenu za ndani. Pamoja na hisia. Katika mwezi huu mpya, watu wenye nyota ya samaki, universe inawataka muamini katika intuition zenu. Ile sauti yako ya ndani au yale machali yako ya ndani, yaamini. Na bahati yenu ya kifedha ipo kwenye kufanya kazi za kusaidia uponyaji au kushauri watu. Kama mkitumia kipaji chenu cha huruma na kuwasaidia watu wengine pesa zitawafuata kama maji. Kwa hiyo basi, mwezi mpya unapoingia, nyinyi watu wenye nyota ya samaki, mjikite zaidi katika kufanya huduma, yani kusaidia watu wengine na kufanya watu wapone kwa kupitia nyinyi. Unaweza kupokea pesa nyingi sana au kupata bahati ya kipesa kwa kupitia huduma zako. Kumbuka kwamba kila nyota ina mwanga wake, na mwezi huu mpya, kila mmoja anapewa nafasi ya kung'ara tena. Kwa hiyo mwezi mpya unapoingia, kaa kimya kwa dakika chache, fumba macho yako na sema ndani ya moyo wako kimoyomoyo, ninakaribisha baraka mpya pesa na amani kutoka kwa universe. Kumbuka kwamba kila mwezi mpya ni mlango, na huu mwezi mpya wa Oktoba ishirini na moja ni mlango wa mabadiliko ya kweli, na bahati yako ipo tayari. Swali ni je, Upo tayari kuipokea? Sikia nikwambie. Kama umekuwa ukipambana kwa muda mrefu na umefika mahali ukaona hakuna tena matumaini, nataka nikuambie kitu kimoja leo hii, universe haijakusahau, ulimwengu unakuona. Wakati mwingine giza linaongezeka si kwa sababu mwanga umeisha, bali ni kwa sababu unajiandaa kung'ara zaidi. Kwa hiyo usichoke kuamini, hata kama hauoni matokeo kwa sasa kila tone la machozi yako, kila usingizi unaokosa, kila maumivu unayopitia, hivyo vimekuwa ni mbegu za baraka zako zijazo. Tarajia mambo mazuri zaidi, huu ni mwezi mpya. Amka tena, simama tena, anza tena, hata kama ni hatua ndogo tu. Kumbuka kwamba mwanga wako bado upo na hakuna nguvu yoyote duniani inayoweza kuuzima. Na pia kumbuka hili, unastahili bahati, unastahili amani unastahili upendo, mafanikio na furaha isiyoisha. Universe ipo upande wako, wewe ni mtu wa thamani sana hapa duniani, na wewe ni mshindi. Haujaandikiwa kushindwa, bali kushinda kila wakati. Ukiamini haya na kuyaishi haya ninayokuambia, hakika utapata mafanikio kama ambavyo wengine wameweza kupata mafanikio. Kwa Waislamu huwa tunasema inshaallah, na kwa Wakristo tunasema kwa jina la Yesu, hakuna kitu kinachoshindikana. Tafadhali sana share video hii na wale wote uwapendao, ili na wao waweze kujifunza. Na kama ulikuwa bado hujasubscribe, make sure una subscribe ili video inayofuata isije kukupita. Asante sana.